Historia yake na yangu tumeshani sana muziki wote ote, wamedharau sana sana, ujue, uongo kweli sana, lakini leo katika nchi hii mimi ndio mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli, napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, maana yake Kigoma ndio mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Hii chata Kigoma, nembo ya Kigoma imetokea Kigoma. Kigoma, Kigoma inapoongoza kwenye muziki, maana yake Kigoma ndio inaongoza kwenye muziki wongo kweli. Wakati naanza akaongea sanaho huyo, eti si hujasomea mziki, we njoo na makaratasi yako ya mziki, alafu mi natoka na elimu ya mtaa, alafu tulete matokeo, kuoneshe maajabu. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya mziki nchi hii kinaniweza, kisogee mbele yangu. Kama kuna kiumbe chochote, niambie kitu. Kigoma wewe. Hapa katikati ilikuwa niko na harakati nyingi za kimataifa huku nyuma, kwa kuna dharau nyingi za kijingajinga, nikasema hawa wana adabu hawa. Nikawatia misumari misumari, inaitwa shikeni adabu <gayatua> iwekele misumari, nikaka namba moja mbili tatu, nakuja kenge yote kengeyote, nasogea hapa n tushamaliza ndio watu wanza kusogea sogea tu. <laughs> lakini ile nilitoa kwa kuwashikisha adabu kama shikeni adabu na mtoto huyu wa Kigoma, shika adabu. <laughs> Sasa Baba Levo ni miongoni mwa watu ambao wa wakati anaanza shughuli zake watu walikuwa na mdharau, hawakujua huyu ana akili kiasi gani, hawakujua ni jembe ksiaa. Ndugu yangu mimi nakujua, njoo nakujua akili yako kubwa kiasi gani Jamani, Baba Levo ana uchungu na Kigoma. Baba Levo ndio mtu anataka tumpigie kura, kwa sababu ataleta matokeo Kigoma. Baba Levo historia yake na yangu atubishani sana, mimi akataaza muziki oto wamemdharau sana ujue. Uongo kweli sana, lakini leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli, napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki manake Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. ichata Kigoma Kigoma, Kigoma, mziki, ya Kigoma ametokea Kigoma inapoongoza kwenye mziki, maana Kigoma ndio inaongoza kwenye mziki. Wengo kweli, wakati naanza kaongea sana, wewe huyo, eti siyo, hajasomea mziki siyo, nikasema wewe, njona makaratasi yako ya mziki, afu mimi natoka na elimu ya mtaa, afu tulete matokeo, ukoneshe maajabu. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya mziki nchi hii kinaniweza, kisogee mbele yangu chochote niwaambie kitu Kigoma we, hapa katikati ilikuwa niko na harakati nyingi za kimataifa huku nyuma, kwa kudharau nyingi za kijinga jinga, nikasema wana adabu hawa, nikatia misumari misumari, inaitwa shikeni adabu <laughs> weke misumari, nikakaa namba moja mbili, nakuja kenge yote wasogea hapa mpaka sasa hivi Ushamaliza, ndio watu waanza kusogea sogea tu, yeah, yeah, yeah. lakini ile nilitoa kwa kuwashikisha adabu kama shikeni adabu, na mtoto huyu wa Kigoma shika adabu <laughs> Sasa Baba Levo ni miongoni mwa watu ambao wakati anaanza shughuli zake watu walikuwa na mdharau, hawakujua huyu ana akili kiasi gani, hawakujua ni jembe kisiama. Ndugu yangu, mimi nakuja njoo na kujua akili yako kubwa kiasi gani. Jamani, Baba Levo ana uchungu na, na Kigoma. Baba Levo ndio mtu nataka tumpigie kura kwa sababu ataleta matokeo Kigoma. Baba Levo, historia yake na yangu tupishani sana mikataa muziki mziki oteamendharau sana ujue. Uongo kweli sana lakini, leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, maanake Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki ichata Kigoma nembo ya Kigoma imetokea Kigoma inapoongoza kwenye mziki, maanake Kigoma ndio inaongoza kwenye mziki. Uongo yeah! Kweli yeah! Wakati naanza kaongea sana hoa, huyo eti si hujasomea mziki si, nikasema we njona makaratasi yako ya mziki, afu mimi natoka na elimu ya mtaa, afu tulete matokeo, mkoneshe maajabu. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya mziki nchi hiki kinaniweza, kisogee mbele yangu. Kimbe chochote niwambia kitu Kigoma wewe. Hapa katikati nilikuwa na harakati nyingi za kimataifa, huku nyuma kwa kuna dharau nyingi za kijingajinga, nikasema hawa na adabu ao, nikawatia misumari. Hii misumari hii inaitwa shikeni adabu <laughs> iwekele misumari nikaka namba moja, mbili, tatu, nakuja kenge yote nasogea hapa. Asahivi ta tushamaliza ndo wanaanza kusogea sogea ta. <laughs> Lakini ile nilitoa kwa kuwashikisha kama shikeni adabu na mtoto huyu akigoma shika ada. <laughs> Sasa baba levo ni miongoni mwa watu ambao wakati anaanza shughuli zake watu walikuwa na mdharau hu. hawakujua huyu anaakili kiasi gani, hawakujua ni jembe kisiaa. Ndugu yangu mi nakujua, njoo nakujua akili yako kubwa kiasi gani. Jamani, baba revo ana uchungu na Kigoma. Baba revo ndio mtu tunataka tumpigie kura, kwa sababu ataleta matokeo Kigoma.